Rajesh nafasi nyingine kwa Mbao wanaandika goli maridadi kabisa kwa kisigino. Ismail Mrisho Alfani, eh, eh, eh. Ismail Boke, toa nje. Kibairo Haji Shaban chini mchezaji mmoja wa Mbao FC imaonekana napata tatizo kubwa, alichezewa madhambi yale.